Habari za wakati huu mtazamaji wa Domeko TV, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe tatu mwezi Oktoba 2025, karibu katika taarifa ya habari. Awali ni muktasari wa wake. Muuguzi wa zahanati ya Deka jijini Dodoma, Abraham Hassan amezungumzia madhara na faida za matumizi ya njia ya uzazi wa mpango. Kunakuwa kuna hizi sindano na kuchoma, sawa, kunakuwa kuna vijiti, kuna jeshi la maji la Israeli limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada kuelekea Gaza, na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden. Na katika michezo na burudani, Matora ameanza vizuri Simba Sports Club. Mtazamaji, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama official underscore domeko Facebook, X zamani Twitter na Instagram. Ni mimi msomaji wako Patrick Isaya. Habari kamili. Kozi ya lugha ya Kichina ilipoanzishwa katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, ilipokelewa kwa hamasa kubwa. Kwa sasa kozi hiyo ya Kichina inasuasua chuoni hapo ambapo mkuu wa chuo hicho Kevin Mwakisare amesema mwanafunzi wenyewe ndio waliokuwa hawana wito wa kuhudhuria darasani na kwa hiyo mwalimu akagailisha kwa sababu naye alikuwa anajitolea. Tuungane na mwanahabari wetu Amina Mbaga kwa undani wa taarifa hii. Kozi ya lugha ya Kichina ilipoanza katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, Media College, ilipokelewa kwa haswa kubwa lakini kwa sasa hali ni tofauti. Je, kimetokea nini? Sikiliza maoni mbalimbali mbali ya wanafunzi na uongozi mkuu wa chuo. La somo la Kichina kwa sasa kutofundishwa, e, niseme kwamba ni kutokana na wanafunzi wenyewe wa Dodoma Media College kuto kuchangamkia fursa Ee, somo ilikuwa inafundishwa kuanzia mwezi wa nane mwanzoni katikati hivi na ilikuwa ni bure, kulikuwa hakuna ada yote kwa wanafunzi wanaosoma hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa ambayo sisi ilikuwa imetujia nyumbani kwetu kwa wanafunzi wa, no kwa mbao, kwa wanafunzi wa Roma Media College kujifunza lugha ya Kichina. Lakini e, kwa takriban wiki mbili, wiki tatu wanafunzi hao walichangamkia fursa, lakini the way ilivyozidi kwenda, sikujua si kama ni ugumu au ni nini ni, ni, ni. Wanafunzi hao walipotea wali, wali kwa lugha ya Kichina kwa mimi nyasi, kwa sababu wakati wanaifundisha leo kwa mimi ilikuwa likizo. Kwa nini barudi chuo nikaa na tarajia kujifunza kwa nini ukuta imejarisha. Kwa hiyo mimi sababu nilikuwa nimepania na mimi ndio lugha ya Kichina, ni darasa ambayo ilikuja na fursa za kujifunza lugha tofauti, lugha ya kigeni ambayo inaweza kuwa ni sehemu katika kuongeza ujuzi lakini pia kuongeza sehemu ya ajira ama sehemu ya kipato kwenye maisha. Sasa imekuwa ni imekuwa na ah, nini imekuwa na imekuwa changamoto kwa kuvunja darasa hili, kwa sababu tulipata nafasi hii kujifunza bure tupate misingi, lakini sasa imekuwa ili tujifunze tena lazima tutumie gharama za ziada kwenda kujifunza. Kwa upande wa mkuu wa chuo cha uandishi wa habari Dodoma, Media College Kelvin Makisale alikuwa na haya ya kusema. Tuli, tuliomba alikuwa anatoka chuo kikuu cha Udom. Eh, watu ambao kuja kuungana nasi katika kuifundisha. Na na wa kwa, kwa sababu China ndo soko lao kubwa ni Afrika tukaona ni, ni sehemu nzuri au sehemu rahisi ya pia wanahabari kufahamu lugha ya Kichina hata kwa, kwa wa mdogo lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndivyo ambavyo namba ya watu ilivyokuwa inazidi kupungua. Ni kwa nini? Ni kwa sababu lilikuwa ni somo la hiari sio la lazima. Hayo ndiyo maoni ya wanafunzi na uongozi wa chuo kuhusu kusuasua kwa lugha ya Kichina chuoni hapa. Nikiripoti kutoka hapa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko jijini Dodoma, mimi ni Amina Mbaga TV. Asante sana Amina Mbaga kwa taarifa hiyo. Muuguzi wa zahanati ya Deka jijini Dodoma Abrahamu Hassan amezungumzia madhara na faida za matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Amesema kuwa aina hizi za uzazi wa mpango zina changamoto zake kama vile kutoka na damu isiyo ya kawaida wakati wa hedhi, kichefuchefu na kutapika, pia kuongeza sukari mwilini. Kwa undani wa taarifa hii, tuungane na mwanahabari wetu Salha Masudi. Matumizi ya njia za uzazi wa mpango yana madhara yake na faida zake. Leo tumekutana na muuguzi kutoka zahanati ya Deka jijini Dodoma na kutueleza kwa undani zaidi kuhusu jambo hilo. Njia za uzazi wa mpango, tuna njia za aina mbili, tuna njia za vichocheo na njia ambazo sio za vichocheo. Tukisema njia za vichocheo, tunamaanisha kwamba kunakuwa kuna hizi, kuna sindano anazochoma sawa, kunakuwa kuna vijiti lakini pia kuna njia ambayo inaweka kwenye njia ya uzazi wanaita kitanzi. Njia ambazo sio za kichocheo ndio inakuwa kama kutumia kinga, lakini pia kuna kichocheo kingine ambapo wanakuwa wanaweka kopa ambayo inakuwa kwa kiasi kidogo. Njia hizi za hormoni, side effect zake au changamoto zake zinakuwa za aina tofauti tofauti, na japokuwa zinafanana sana sana, ikiwa ni kutoka damu ambayo sio ya kawaida mtu anapoingia kwenye mzunguko wake. Lakini pia nimekutana na baadhi ya wananchi ambao wamezungumzia kuhusu jambo hili la utumiaji wa uzazi wa mpango. Jina naitwa Evodia, ni mkazi wa Papa. Tuanze na faida, uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango una faida nyingi. Hata tuanze kwa walioko kwenye ndoa, kwa walioko kwenye ndoa ni faida zaidi kwa sababu watazaa watoto kwa kupangilia, watoto wacha wataachana kwa umri ambao wanataka wazazi wao, pia watasoma vizuri mm. Kija kwa upande wa hasara, hasa kwa upande wa mabinti ambao bado hawajaolewa ni hasara kubwa, kwa sababu wanaweza wakasababisha kuharibu mfumo mzima wa uzazi, akapata kansa ya uzazi, kansa ya mashingo ya wanahitaji wenyewe wana wana mm -hmm. karibu mfumo nini, kama hormone imbalance, akakosa periodi labda o atakuja kuangaika hospitali au mwisho wa siku vitu vingine vikakaa sawa. um, kwa majina anaitwa Ismail Msoma Msaidi uh, ni kijana na ambaye mwenye fani ya maabara uh, kuhusu suala so zima la uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango ni, ni utaratibu ambao umewekwa kisheria pia ambao unahusika pia na katika upangaji wa idadi ya ya, ya, ya ya uzalishaji kwa maana ya watoto ambayo pia uh, una namna nyingi za matumizi. Mfano, njia ambazo nazifahamu mimi uh, ziko njia za vipandikizi uh, ziko njia za vidonge uh, kuna njia pia za sindano, ambazo kila njia ina ina na namna yake ya kimatumizi ya ya pia na na kipindi ambacho kinakaa. Kutoka hapa jijini Dodoma, mtoa bairodi mimi ni Salha Masudi, Domeko TV. Afisa habari wa jiji la Dodoma amewaasa waandishi wa habari jijini Dodoma kutumia fursa za taaluma yao, kwani fursa hizo zipo katika taasisi mbalimbali. Mwanahabari wetu Alois Elias ana undani wa taarifa. Afisa habari wa jiji la Dodoma amewaasa waandishi wa habari jijini humo kutumia fursa za taaluma yao, kwani fursa zipo katika taasisi mbalimbali. Hata mahakama kuu inapatikana Dodoma, kwa hiyo anaweza akapata habari pia katika muhimili mwingine, muhimili wa bunge na muhimili wa mahakama. Hiyo sasa ndio fursa kubwa ya mwandishi wa habari aliyepo au anayetotoa kuwa katika jiji la Dodoma lakini kuna fursa nyingine ambazo zinawezekana isionekane moja kwa moja. Mfano ni fursa ya mafunzo mbalimbali, au semina mbalimbali, akisha kuwa makao makuu hapa, maana yake hata taasisi zinazotoa mafunzo zitakuwa e, zipo Dodoma. Ila ukiacha taasisi yawezekana hizi wizara, idara za serikali au wakala hata mihimili mingine inaweza ikawa inatoa mafunzo ya kuboresha utendaji kazi e, kwa huu mihimili wa habari au itasnia ya habari. Kwa hiyo sasa, kwa kwa Dodoma, tunaweza kukuta hizi taasisi zinakuwa zina series ya mafunzo tofauti tofauti. Natumaini na waandishi wa habari katika jiji la Dodoma walikuwa na haya ya kusema mambo yamekuwa kidigitali, social media zinatumika katika kufikisha habari, lakini pia kuna radio nyingi zinaanzishwa, lakini vilevile na television na online television. Kwa hiyo unakuta mwandishi wa habari anajikita huko katika kutafuta habari, kupeleka habari kwa jamii. Lakini kwa tasnia ya habari na mambo, waandishi wa habari na utangazaji, ajira zipo nyingi, lakini ni namna gani ambavyo unaweza kujipambanua? Kwa siku za hivi karibuni sasa hivi taasisi au mashirika au vyombo vyenyewe vya habari huenda vikawa vinahitaji mtu mmoja tu peke yake ambaye amekamilika. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu ambao wanaweza akawa wanasoma huko vioni uh, kwa ajili ya kujitafutia riziki baadaye mtaani, kujisaidia familia zao, na nawashauri kuto kuchagua kazi, nikiwa na maana yani pati ya au engo ya wao kwenye tasnia ya habari. Mtu anaweza kana nimpiga picha basi, aka kwa maana upiga picha peke yake, hapana. Na washauri wakaweza kuishi kwenye nyanja tofauti tofauti, ajue kupiga picha, ajue kuedit, basi ajue kutangaza, ajue kuandika kitu ambacho kinaweza kikamsaidia. Kama taasisi inahitaji mwandishi basi kwa tayari kwenye kuandika, kama taasisi inahitaji kupiga picha kajuumo ku taasisi za siku hizi zinahitaji hayo. Ndiyo yaliyojili jijini Dodoma, nilikuletea ripoti hii, ni mimi Alois Elias wa Domeco TV, kuelekea wiki ya huduma kwa wateja elfu mbili na ishirini na tano. Benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania yawashika mkono vijana wakulima. Mwanahabari wetu Elia Odongo anaundani wa taarifa hiyo. Mapema leo benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania TAD imetembelea kikundi cha vijana wa Wazito Farm Flex wanaojihusisha na kilimo cha mbogamboga mboga na matunda na kuwapatia msaada wa vifaa vya kilimo, pembejeo na viatilifu. Hatua hii ni sehemu ya utaratibu wa TAD wa kurudisha kwa jamii katika kuadhimishwa wiki ya huduma kwa wateja inayofanyika kila mwaka wiki ya pili ya mwezi Oktoba. Zaidi ya msaada huo, TAD imeandaa ziara ya mafunzo kwa vijana na Wazito Farmflex visiwani Zanzibar. Ziara hiyo inalenga kuwawezesha kujifunza, kubadilishana uzoefu na vijana wenzao waliopiga hatua kubwa katika kilimo cha mbogamboga na matunda ili kuongeza ujuzi na maarifa ya kilimo biashara Wazito Farmflex, ni kikundi cha vijana saba waliohitimu vyuo vikuu mbalimbali nchini waliounganishwa na dhamira ya kuwekeza katika kilimo biashara. Kikundi hiki kiliibuliwa na kulelewa na TAD kupitia programu ya TAD mikoani inayolenga kutoa elimu kuhusu huduma za benki kwa wakulima hususan vijana na wanawake na kuwafungulia fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya kilimo. Taarifa iliyochapishwa mitandaoni na Cloud Media imeeleza kuwa hadi sasa kikundi hiki kimefanikiwa kuajiri vijana wengine ishirini kutoka kijiji kinachozunguka shamba lao, hivyo kuchangia kuongeza ajira na kukuza uchumi wa jamii. Mimi ni Elia Odongo, Domeko TV. Katika mwendelezo wa kampeni za urais tarehe mbili Oktoba, mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dkt Samia Suluhu Hassan amezungumza na wananchi wa Arusha mjini kuhusu yale waliofanikiwa kwa miaka minne iliyopita na waliopanga kuyatekeleza kwa miaka mitano ijayo. Amesema kuwa watajenga kituo cha mikutano ya kimataifa kipya na kujenga ukumbi mwingine tena utakaokuwa na hoteli na fursa zote za mikutano ndani ya jiji la Arusha tuungane na mwanahabari wetu Metusela Eliya kwa undani wa taarifa hiyo. Katika mwendelezo wa kampeni za uraisi za chama cha mapinduzi CCM Oktoba mbili, akizungumza Rais Samia Suluhu Hassan katika mji wa Arusha kuhusiana na kujenga kituo kipya cha makutano ya kimataifa. Tunakwenda kujenga kituo cha mikutano ya kimataifa kipya baada ya kile cha AICC, tunakwenda kujenga ukumbi mwingine mkubwa sana utakao kuwa na hoteli na fursa zote za mikutano ndani ya jiji la Arusha, lakini pia kule Ngorongoro Lengai, tunakwenda kujenga vizuri sana kituo cha urithi wa kijiolojia kwa watalii watakaopenda kuwa na mambo ya kihistoria, mambo ya kijiolojia, mambo ya kisayansi, hicho kitakuwa ndiyo kituo chao. Lakini vile vile yanayoendana na hayo ni utalii wa michezo, na hapa nizungumzie uwanja wa Afcon ambao tuliujenga kwa ajili ya mashindano ya Afcon. Lakini uwanja ule pia unakwenda kuwa kivutio cha watalii kwa sababu pale ulipo uwanja tutajenga kitu kinaitwa Afcon City, mji kabisa wa Afcon utakuweko pale. Lengo letu, lengo letu, miaka inayokuja mpaka elfu mbili na thelathini Tanzania ipokee watalii milioni nane na hawa ni wa nje na ndani ya nchi. Naye pia mgombea wa kiti cha ubunge kupitia chama cha mapinduzi CCM katika jimbo la Arusha mjini ndugu Paul Makonda alikuwa na neno la kunena juu ya kampeni za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Yako maneno ya, ya kuvunja moyo na wakati mwingine yanaweza kukufanya ukahisi kama vile Mungu amekuacha, naomba nikuhakikishie. Umekaa kwenye hicho kiti kwa mapenzi ya Mungu na Mungu atakupa Tanzania tena kwa miaka mitano. Na hayo ndio alizungumza Dkt Samia Suluhu Hassan. Mimi ni Metusela Elia Eliya wa Domeko TV. Taarifa hiyo ya Metusela Eliya inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. inahitaji habari na dunia inahitaji habari iliyo bora zaidi, lakini dunia inahitaji wanahabari wenye thibati iliyo kamili. Karibu usome taaluma ya habari na mawasiliano kwa umma hapa Dodoma Media College. Hapa utajifunza uandishi wa habari, utangazaji na mawasiliano ya kidigitali kutoka kwa walimu mahili. Tuna vifaa vya kisasa kufanya ufanye kazi kwa vitendo zaidi, utakuwa kuhakikishia wewe ushindani kwenye soko la ajira. Si habari tu pekee, pia tuna kozi mbalimbali kama vile Secretary management na public relation Tumejipanga kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto zako ndoto za maisha yako. Pia tuna zawadi nzuri tumewaandalia wale wanaotaka kusoma kozi za muda mfupi, ambazo ni video production, graphics design, computer application na radio and tv broadcasting kwa bei nafuu sana. Jiunge nasi, ujenge taaluma yenye ushawishi kwa taifa lako. Tupo Dodoma mjini, mkabala na soko kubwa la Machinga. Kwa taarifa zaidi, tembelea tovuti yetu www dotidodoma media doti si, doti ze au tupigie simu kwa namba 0759154405 au 0719545301. Dodoma Media College, Media for Development. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari za kimataifa. Jeshi la maji la Israeli limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba msaada kuelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Halima Ahmed. Msafara huo ujulikanao kama Global Sumud Flotilla GSF, ulikuwa na takriban meli 45 zilizobeba wanasiasa na wanaharakati. Uliondoka Uhispania mwezi uliopita kwa lengo la kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza, eneo ambalo Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba linakabiliwa na njaa kali. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imethibitisha kuwa meli kadhaa za GSF zimezuiwa na abiria wake kuhamishwa hadi bandari ya Israel. Kwa upande wake, GSF imeeleza kuwa hatua ya kuzuiwa kwao ni kinyume cha kisheria za kimataifa na wala si kitendo cha kujilinda kama inavyodai Israel, bali ni kitendo cha kukata tamaa kwa zahiri. Kupitia mitandao ya kijamii msafara huo umeandika, hali hii inaonyesha wazi jinsi gani Israel inavyokwenda mbali kuhakikisha Gaza inaendelea kuwa na njaa na kutengwa. Kundi la Hamas ambalo shambulio lake la Oktoba 7, 2023, zida Israel lilichochea vita Gaza, limelaani hatua hiyo kuzuiwa kwa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuhitaji hatua hiyo kama uhalifu uhalamia na ugaidi wa majini. Mimi ni Alma Ahmed wa Domeko TV. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha usalama cha kimataifa kwa ajili ya Haiti kwa kukabiliana na ghasia za magenge zinazoongezeka katika nchi hiyo yenye migogoro Mwanahabari wetu Omari Msonde ana undani wa taarifa hiyo. Kikosi hicho kinajulikana kama genge Suppression Force GCF kitakuwa na hadi polisi na wanajeshi 5550, wenye uwezo wa kuwaweka kizuizini washtakiwa wa genge. GSF itaongeza ujumbe wa kimataifa wa msaada wa usalama unaongozwa na Kenya MSS, kikosi ambacho kilikusudiwa kuwa na hadi wanachama 2500 lakini kikakumbwa na upungufu mkubwa na kimekuwa na wakati mgumu kuzuia ghasia tangu kutuma nchini humo mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Kwa hiyo tumeingia katika mji ambao unaonekana na machafuko mengi na mapigano, na hayo yanaosikika ni rindimo ya tisiasi. Like kinachosikika hapo ni majibizano ya mlio wa risasi, na tumejitahidi kuelekea eneo lenye usalama kwa sababu gari letu limeharibika kwa kupigwa risasi. Zaidi ya watu elfu tano mia tano waliuawa katika ghasia zinazohusiana na, na magenge nchini Haiti Mwaka wa elfu mbili ishirini na nne, magenge yenye silaha kwa sasa yanadhibiti takriban asilimia 85 ya mji mkuu Port au Prince. Mimi ni Omar Msonde, Oromeko TV. Mtazamaji habari yake Omar Msonde inatupeleka moja kwa moja katika habari za kimichezo. Anza vizuri na Simba Sports Club. Tungane na mwandishi wetu Adamson Nicholas kwa undani wa taarifa za kimichezo zaidi. Kocha Selemani Matola ameweza kuiongoza Simba katika michezo miwili ya NBC Premier League akiibuka na ushindi wa mabao 6 na pointi 6 katika michezo miwili aliyoicheza. Kocha huyo ameisaidia Simba kupata alama sita na kukaa kileleni mwa ligi ya NBC Premier League, ambapo kocha huyo amekaa kama kocha wa muda katika klabu hiyo, akisubiria aki kuletwa kwa kocha mkuu wa klabu hiyo. Pia ameweza kupata mabao sita katika michezo yake aliyoicheza ya mabao hayo aliyepata katika mchezo wa kwanza akicheza na Fountain Gate akiwa nyumbani amepata mabao matatu, na mchezo wa raundi ya pili alipata tena ushindi wa mabao matatu dhidi ya Namungo Football Club. Pia ligi ya MBC Premier League imeweza kuendelea tena kwa mchezo mmoja kupigwa tena majira saa kumi na mbili katika uwanja wa Meja ya Jenerali Samuyo ambapo klabu ya JKT Tanzania iliweza kulazimisha sare ya moja kwa moja dhidi ya Azam Football Club. Na katika uga wa kimataifa tuanze katika viunga vya fi Emirates Club ya Arsenal, the Gunners imemwongezea mkataba beki wake, wakati William Saliba ameongeza mkataba huo wa miaka mitano mpaka elfu mbili na thelathini. Ikumbukwe beki huyo wa timu ya taifa ya Ufaransa alikuwa anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu huu. Pia alikuwa na windo na vilabu vikubwa barani Ulaya ikiwemo Real Madrid, lakini Arsenal The Gunners wameweza kumbakisha beki huyo. Kiachana na taarifa hiyo ya The Gunners, pia kocha Jose Mourinho amesema amefurahi kucheza na ajili wake wa zamani Chelsea the Blues lija kupoteza mchezo wake wa kwanza wake wa ligi ya mabingwa akiwa na klabu ya Benfica. Amesema amefurahishwa na kiwango kikubwa cha wachezaji wake licha ya kupoteza mchezo huo kwa bao moja kwa sifuri. Amesema ata kuwa atapata matokeo mazuri katika michezo inayofuata. Na huo ndo mwisho wa habari kimataifa ukisomwa nami Adamson Nicholas wa Domeko TV. Mtazamaji habari yake Adamson Nicholas inatutamatishia habari tulizokuandalia siku ya leo. Kabla ya kutamatisha, tupate kwanza muktasari wa yale yote tuliyokuandalia Muuguzi wa zahanati ya Deka jijini Dodoma Abrahamu Hassan, amezungumzia madhara na faida za matumizi ya njia ya uzazi wa mpango. Jeshi kuna kuna kuna kuna la maji la Israeli limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada kuelekea Gaza na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden na katika michezo na burudani Matora ameanza vizuri Simba Sports Club. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Domeko TV. Ulikuwa nami Patrick Isaya. Nikutakie ufuatiaji mwema wa vipindi vinavyofuata hadi wakati mwingine.